Wama aajanaka an qawmika ya Musa. Na nini kilichokutia haraka ukawaacha watu wako ewe Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Akasema hao wapo nyuma yangu, wananifuata na nimefanya haraka kukujia Mola wangu mlezi ili uridhike.

Enyi watu wangu, kwani mola wenu mlezi akukuahidini ahadi nzuri? afatala alaykum al'ahdu am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum fa akhlaftum maw'idi Je, yeah, umekuwa muda mrefu kwenu au mmetaka ikushukieni ghadhabu ya mola wenu mlezi Ndiyo maana mkavunja miadi yangu. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinati alqawmi faqadhafnaha fakadhalika alqa as-samiri, wakasema sisi hatukuvunja miadi yako kwa khiari yetu, lakini tulibebeshwa mzigo ya mapambo ya watu basi tukaitupa na hivyo ndivyo alivyotoa shauri Samiri. fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar fa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa. Fanasi na akawaundia ndama kiwiliwili chenye sauti na wakasema, huyu ndiye Mungu wenu na Mungu wa Musa.

Ya qaumi, innama futintum bi, wa inna rabbakum urrahman, fattabi'uni wa atii'u amri. Na hakika Harun alikwisha waambia kabla yake: enyi watu wangu, hakika nyinyi mmetiwa mtihanini tu kwa kitu hiki na kwa yakini mola wenu mlezi ni Arrahman mwingi wa rehma, basi nifuateni mimi na tiini amri yangu. qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Wakasema hatutaacha kumwabudu mpaka Musa atakaporejea kwetu. qala ya harunu ma man'aka idh ra'aytahum dallu an la tattabi'ani afa'sayta amri. Musa akasema ewe Harun, ni nini kilichokuzuia ulipowaona wamepotea hata usinifuate. Je, umeasi amri yangu? qala yabana umma la ta'khudh bilihyati wala birasi inni khashitu an taqula farraqta bayna bani israila wa lam tarqub qawli, akasema ewe mwana wa mama yangu, usinishike ndevu zangu wala kichwa changu, kwa hakika niliogopa usijesema umefarikisha wana wa Israeli na ukungojea kauli yangu. Qala fama khatubuka ya samiri, Musa akasema ewe Samiri, unataka nini? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabadtuha fanabadtuha wa kadhalika sawalat li nafsi, akasema niliona wasioyaona wao nikashika gao katika unyayo wa mtume kisha nikalitupa, na hivi ndivyo ilivyonielekeza nafsi yangu. qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa Musa akasema, basi ondoka na kwa yakini utakuwa katika maisha ukisema usiniguse

kisha tutamtawanya baharini atawanyike. inna ma ilahukumullahul ladhi la ilaha illa huwa wa wasi'a kull shay'in ilma, Hakika Mungu wenu ni Allah tu, hapana mungu isipokuwa Yeye, ujuzi wake

tumekuletea kutoka kwetu mawaidha ya kukumbukwa. man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra, atakaye jitenga nayo basi kwa yakini siku ya kiyama atabeba mzigo. khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla, wadumu humo na ni mzigo muovu kwao kuubeba siku ya kiyama. yawma yunfaqu fi s-suri wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa, siku litakapopulizwa baragumu na tukawakusanya waovu siku hiyo hali macho yao ni ya kibuluu. yatakhafatuna bainahum in labithtum illa ashra, watanongonezana wao kwa wao hamkukaa ila siku kumi tu. nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan in labithtum illa yawma, sisi ni wajuzi zaidi kwa wanaoyasema na wanayoyaficha pindi anaposema mjuzi wao zaidi ya mwenye akili nyingi miongoni mwao Hamkuishi isipokuwa siku moja. wayasalunaka anil ljibali faqul yansifha rabbi nasfa, na wanakuuliza habari za milima waambie, Mola wangu mlezi ataivuruga vuruga, vuruga. Fayadharuha qaan safsafa la tara fiha iwaja wala amta, Aiache ardhi wakati huo ni tambarare imelingana na imekuwa kavu haina mimea, utaona humo mdidimio wala mwinuko. yauma idhi yattabiuna addaiya la iwaja lahu wa khashat wa alaswat lirrahmani fala tasmau illa hamsa. Siku hiyo watamfuata mwitaji asiye na upotofu na sauti zote zitamnyenyekea Arrahman.

na akamridhia. Ya kusema ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, yeye anajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, wala wao hawawezi kumjua yeye vilivyo.